Mheshimiwa Mgeni rasmi, nchi hii imetoka mbali sana. Muungano huu umesaidia na umezaa matunda makubwa mno, ambayo kwenye wilaya yetu ya Kyerwa nikianza kuyaeleza hapa, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tunaweza tukakesha. Nadhani ndugu zangu, aliyekuwa anawakilisha diwani na ndugu yangu katibu wa chama wa kata hii, wameyasema hapa na mwenyekiti wa kijiji. Kata hii imefanyiwa mambo makubwa mno, lakini ni wilaya yote ya Kyerwa yaliyofanyika ni makubwa mno. Si, siwezi kuanza kuyafafanua hapa yote, nitasema kwa uchache. Mheshimiwa mgeni rasmi, hatukuwa na hospitali ya wilaya, sasa tuna hospitali ya wilaya na Jumatatu tutakuwa, Mheshimiwa mgeni rasmi, na siku ya Jumatatu tutakuwa na madaktari bingwa kwa hiyo wananchi mnakaribishwa, tunayo hospitali ipo furu, vifaa vya kutosha, madaktari wapo, na siku ya Jumatatu tutakuwa na madaktari bingwa. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, ni maswala ya kujivunia haya. Yote yameletwa na muungano wetu katika halmashauri yetu. Muungano umetusaidia mambo makubwa sana, tuna amani, watumishi wapo wa kutosha, pamoja na kwamba hawawezi wakakamilika kama inavyotakiwa lakini, tunamshukuru mheshimiwa mweshimiwa Rais anatoa vibali vya ajira. Sasa hivi karibia asilimia tisini na tano ya vijiji tuna watendaji wa vijiji wa kuajiriwa, ikiwemo kata ya Rutunguru, ninaamini wana watendaji wa vijiji vyote wa kuajiriwa. Lakini pia walimu, watumishi waalimu Serikali juzi imeongeza tena kibali kingine cha walimu elfu kumi. Ninaamini na Rutunguru mtaletewa walimu.